issue ambayo inaendelea kati ya MacVoice na Rayvanny kwa sababu watu wengi sana nadhani wanataka kufahamu kwamba exactly nini kinaendelea, kutokana na kwamba hivi karibuni tu tumetoka kumwona MacVoice akiwa yuko katika show za chakatu chaka Tuchaka huko vijijini, akiwa anafanya show zile very local, ukilinganisha na record label ambayo yuko nayo ambayo inamsimamia, na vitu ambavyo huyu MacVoice anavyovifanya haviendani, na ukizingatia kwamba Rayvanny ni msanii mkubwa, ni Grammy nominated artist kutoka huko Afrika Mashariki. Umeona bwana? Lakini pia ni BET Award winner. Au vipi bwana, hiyo ni status kubwa sana ambayo Rayvanny yuko nayo. Sasa kumuona msanii ambayo yuko katika record label yake akiwa anafanya show cha katuchaka mabandani ni kitu ambacho kimewashangaza watu wengi sana. Kwa watu wengi sana walikuwa wanatamani kufahamu kwamba nini kinaendelea. Kwa hiyo hapa director wa Rayvanny ambaye anafahamika kwa jina la Harris Mzava, ameamua kuli ame, ameweka wazi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Kwa mujibu wa moja kati ya page ambazo tumekutana nazo hapo, ameandika kwamba kwa mujibu wa director wa Rayvanny Harris Mzava, amesema kwamba anazia ya miezi saba hajamwona msanii Mark Voice ambaye ni msanii aliyetambulishwa na msanii Rayvanny kupitia record label yake ya Next Level Music. Harris Mzava alisikika akizungumza kwamba mimi ndiye niliyempokea Mac, Mark Voice Next Level kwa Rayvanny. Mark Voice nilikuta, uh, nilikuwa naishi naye kwangu uh, Harris Mzava amesema hivyo kwamba Mark Voice nilikuwa naishi naye kwangu. Ray kila akija kwangu anamuona, na baada ya muda baada ya muda mrefu kupita, akamwomba msaini um, katika record label yake ya Next Level Music, ila kwa sasa hivi nina muda mrefu sana simwoni na sijui yuko wapi, maana hata Next Level pale headquarters hayupo. alizungumza hivyo Hewesi Mzava. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakijajulikana, na huyu Mac Voice actually sio mzungumzaji sana, hata interview zake ukitazama mitandaoni ni chache mno, na hata akiwa anazungumza ni mtu ambaye sio wa media media sana, ni mpole, ni mtulivu, sio mzungumzaji. Kwa hiyo sasa, imeshindwa kujulikana exactly nini kinaendelea kumuhusu, hususan baada ya kuonekana zile video zikiwa zinamuonyesha akiwa yuko katika show za chakatuchaka mabandani huko vijijini akiwa anazifanya. Sasa inasemekana kwamba kinachoendelea ni kwamba record label haifahamu wala haitambui nini ambacho anachokifanya kwa sasa, kwa sababu hayupo hata pale HQ, na huyu Aris Mzava ni director wa Rayvanny, it means kwamba ni mtu wa karibu sana wa Rayvanny. Sasa bado tuta fuatilia pia tuone Rayvanny naye pia ana kipi cha kuzungumza kuhusiana na hii issue ya Mark Voice, kwa sababu amekuwa kimya, hatoi kazi, lakini pia vile vile show ambazo anazozifanya ndo hizo za chaka tu chaka, na management inadai kwamba haitambui kinachoendelea kumuhusu msanii huyo kwa takribani miezi saba sasa hivi, umeona bwana. Kwa, kwa mujibu wa stories za mitandaoni hii page hapa ikaendelea kuelezea kwamba kwa mujibu wa stories za mitandaoni zinadai kwamba Macvoice ametemana na Rayvanny na Rayvanny pia ameshikilia akaunti zake zote za dogo, na ndio maana hajaposti chochote katika kurasa zake za mitandao. Mambo yote haya yameibuka baada ya kusambaa kwa video ya Macvoice akifanya show za chakatuchaka vijijini huko ndani ndani meona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo ukiwa kama mdau, kama una maoni yoyote, weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.